Kwenye yale kwenye yale maombi ya uchaguzi, ila ila nyingine ya Simba. Hata mtu, hata mtusifie, hatuchezi <laughs> <laughs> <laughs> eh? Mpaka eh, mambo yetu yasikilizwe <laughs> maana wao jamaa wanaturudishia ule utaratibu wa, wa, wa, wa kucheza kwenye palio ule, yule aliyekuja na mpira eti amruhusi kumkaba, mkimkaba anaondoka na mpira wake <laughs> na mpira huishi mpaka yule aliyekuja na mpira timu yake ishinde, mpira wa kushona ule na ukumbuka <laughs> sana.